Baada ya tathmini ya wiki sita, serikali ya Marekani imetangaza kufuta asilimia 83 za programu za shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, ameandika katika mtandao wake wa kijamii wa X kuwa programu 5200 zimetumia mabilioni ya dola katika matumizi yasiyostahili. Rubio ameainisha ya kuwa baadhi ya programu hizo zimekuwa zikiumiza maslahi ya Marekani. Amedokeza kuwa wameshauriana pia na bunge na wanakusudia programu zilizosalia ambazo ni takriban elfu moja zitaandaliwa utaratibu wa usimamizi maalum ili ziwe na ufanisi. Rubio amesema mafanikio hayo ni kutokana na matunda ya tathmini iliyofanywa na idara ya ufanisi ya nchi hiyo ambayo inajulikana kwa kifupi kama DOGE ikiongozwa na Elon Musk. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mwezi Februari ya kuwa kumekuwa na ulaghai mwingi katika matumizi ya fedha za USAID na kuamuru isitishe programu zake. Kufuatia uamuzi huo, USAID ilitoa notisi kwa wafanyakazi wake wakitakiwa kwenda mapumziko ya lazima wakati tathmini ya utendaji wake ikiendelea. Shirika la Marekani la Misaada ya Kimataifa USAID lilianzishwa miaka 1960 ili kusimamia programu za misaada ya kibinadamu kwa niaba ya serikali ya Marekani duniani kote. Neema Kindole, Azam News.